Unawezaje kuingia ndani kwangu ili hali mlango nimeufunga? Je, yeah, master? Kama niliweza kuyajua maisha yako, nashindaje kuingia ndani kwako? Achana nayo nje, tukae tuzungumze. Kwani wee ni nani? Unataka nini kutoka kwangu? Jina langu naitwa Nurat, ni mtoto wa pekee wa mfalme wa majini kutoka kwetu huko jini. Ina maana wewe ni jini. Sasa unahitaji nini kutoka kwangu? Mimi sihitaji chochote kutoka kwako, ila nakuhitaji wewe. Ah. Unanihitaji nini? Kivipi yani? Baba yangu amemaliza muda wake wa madaraka. Sasa anahitajika mfalme mwingine. Na mimi ndo mtoto wa pekee kwake ki. Kibaya zaidi mimi ni mtoto wake ki wa kike, hivyo anahitajika mtoto wa kiume wa kunioa ili yeye aweze kuwa mfalme na mimi niweze kuwa malkia kule kwetu uji nini? Sijamuona mwanaume wa kunioa, ila hapa duniani nimekuchagua wewe tu. <tak> hilo jambo kwangu halitawezekana, kwa sababu wewe ni jini, alafu na mimi ni binadamu, na pia mimi na mpenzi wangu, nampenda naye nanipenda pia. Kiukweli hilo swala halitawezekana la mimi kuwa na wewe, naomba uniache tafadhali. Je, Master. Tambua mimi ni mtoto wa mfalme. Kule kwetu ujinini hakuna jini aliyeweza kunipinga. Alafu wewe binadamu unanipinga? Nisikilize nikwambie. Au takiwi kunipinga. Inatakiwa kufuata kile ninachokuagiza. Ni hmm, mama yako Nenda, kamsikilize lakini kuwa naye makini kwa sababu sio mtu mzuri kwa upande wako. oh, kufuri limefunga wengi katika dunia na vingi vitindi. oh, kufuri Vipi ukunani, naongea na nani? Hapana, songe na mtu yoyote, nilikuwa mwenyewe tu. A, nimekuwa nalia chakula mwanangu, kile pale, karibu kula. Sante, nilikuwa naitamani sana hii siku itokee. Yaani, kiukweli leo na furaha sana, mama wangu kwa kuniandalia chakula. A ah, mna usijali mwanangu, sinajia tena mimi mamako. Haya, karibu kula na Usiwe kuchagua sio salama. Na ndio maana nikakwambia kuwa makini na uyo mama yako, si mtu mzuri kwa upande wako. Vipi, mbona uli chakula? Hapana mama, siko sawa. Je, mwanangu, hebu kula hata kidogo basi. Najisi tumbo linaniuma sana. Jitahidi, ukila utajisikia vizuri. Labda njayo, nitakula baadaye. Nimefurahisha sana yani, nimefurahi hakuna siku niliyofurahi kama hii ya leo. Yani najua mimi mpenzi wangu, nimepambana sana jua kutimiza hili swala, nimetapatapa sana lakini sikutarajia kama unaweza kumtimiza hili swala. Ama kweli ni mwanaume mwenye kutimiza kila ndoto za mwanamke. Nakupenda, nimefurahi sana. Unajua nini, mi nakupenda sana na hata hivyo nafanya na haya yote kwa ajili ya upendo wetu, umenielewa? mm -hmm. Na niko tayari kufanya jambo lolote lile, hata kama likiwa kubwa kiasi gani. Ah, kwa sasa nimefanikisha kuwa na ukaribu na dada yako. Sasa tuhakikishe atupotezi hata nafasi, umenielewa? Ndio, na kwa kupitia hayo sasa nasikiliza mpango gani na unaofuata. Kwa sasa kilichofuata ni tuingie tu kwenye mpango unaofuata. Alo kaka, poa. Nakwambiaje, nimefanikisha zoezi la kumwekea sumu kwenye chakula, lakini Jamie ananichanganya sana. Yaani haiwezi kuamini chakula hajala kabisa, hajala. Hapana, hmm? kwa sababu mimi nimeandaa chakula na nimeenda kumgongea kwenye chumba chake, ndo ametoka aje kula lakini ajala chakula mm. Basi sawa. Wengi wamejaa tamaa kwenye hii dunia, wanathamini pesa, mali, wanasahau utu. Binadamu imetawala vita Nimekuita hapa wesi, unajua we ndio kipenzi changu mwenye nakupenda hatari. Nami nakupenda pia, mama wangu. Sasa unachoniuzi ni kitu kimoja tu. Nimesikia una mahusiano na Makayamba, ni kweli? Ndio mama. Ndio unaona, la we unaitikia bila woga. Hivi nani asiyejua tabia za akina Makayamba Ki, katika kijiji hiki? Ni nani? Wewe hmm? Mwenyewe ujui? Hapana. Sasa kilicho kufanya mpaka uingie katika kampuni ile, maanake ile kampuni nyoko. Hakuna kampuni nyoko hapa kijijini kama akina Kisumu. Ni kweli mama, unachokizungumza. Lakini kama uganga ni mjomba wake na sio mpenzi wangu mimi Makayamba. Sawa kabisa unavyozungumza, ila mtoto wa kuku ni kuku tu, hawezi kubadilika. Akawapaka Makayamba yule ni mjomba wake, na kama mjomba wake ile kazi naye Makayamba anafanya hasa, hapo kuna nini hapo? Mama Makayamba apendezi nalo kabisa jambo analifanya mjomba wake, na alishawahi kuniambia alipendi kabisa. Nisikize nikwambie kitu ambacho sikitaki mimi kuungana na familia ya kina Kisumu, eti tuwe ndugu moja. Sitaki, silitaji hilo swala. Habari zenu, salamu anai katusikia, siju uh, sijajua kama katusikie katusikie. bwana mimi sielewi. Atajua mwenyewe, atusikie asitusikie. Sina haja ya kuungana na familia ya kina Kisumu, sitaki hata kuisikia. Si unanielewa? siwezi funika yeah, kombe mwanalamu apite ilo. Mimi nakataa, yalo yalonikuta ni makubwa, nimeshindwa Steve kwani umjui? Steve kazingua, ameshamwacha, mwache. Ndo maana kuja peke yangu. Sikiliza, kuna mchongo mm -hmm. Ila umchongo utaki mapepe. mchongo gani tena? Sista yangu sinampata. Aha, yule dadako ndio nampata, kilichokuwepo hapa. Kuna mchongo abiti utengeneze, sema kwenye mchongo mimi sitokuwepo wasiju akanistukia, ushanisoma. Kesho yule dogo la Mwita, jee yule ambaye ndo mwana yule, yule mzee atapita kwenye maduka maduka yawe ayo sinapata, ali ataenda ata kusobona sobona vichenji njia ile ile anayopitaga, unanisoma. Anapigwa mguu kati, nachukua mali. Kweni makini, mi sitokuwepo hapa hmm, nshia kwa mguu kati, mguu wa haya ah, sawa. Baada ya kuchukua hizo mali, sisi faida yetu si tunapata nini hapa? Usiwe na ovu, yani mchongo kitiki, asilimia hamsini ya kwenu, asilimia hamsini ya kwetu. Unajua yani huo mzigo na hiyo wapo, tunaenda kwa taishalo yetu, sijui nanielewa unavyosema, hamsini ya kwangu hamsini ya kwako sio mwisho wa siku shapata mzigo alafu nakimbia nao, sisi unatuachia solemba? Mi sitokuelewa basi, mbona mapepe simeshakuelekeza wefanya hivo

Tangu siku ya kwanza nilipokuona, kwa kweli mambo yako yamenistajabisha sana, na nimekuja kuthibitisha kuwa mimi majini mna uwezo mkubwa sana kuliko sisi binadamu. Baada ya kujua mna uwezo wa kuligundua jambo ambalo sisi binadamu si rahisi kuligundua, Nurat, hebu niambie siri Ulijuaje aliyekuwa anagonga mlango kama ni mama angu? Pia uligundua vipi katika kile chakula kama kilikuwa kimewekwa sumu? je <laughs> Je, Masta, yani kama ni muhimu wa kuyajua yote hayo? Jambo muhimu ilikuwa ni kusaidia maisha yako. Sana nashukuru asante sana kwa kusaidia maisha yangu. Wala haina haja kunishukuru, ila ningefurahi sana kama shukrani yako ingekuwa kunikubalia ombi langu. Kwenye hii dunia kuna vitu vingi hivyo, chunga usikurupuke, unaweza kujitia tia ni mabaya. lomba ya sikufike Emola, naomba unilinde na ilipala pala linalo nisibu mimi nisitiria sije nifika mengi ya dunia, ni e Mungu Baba unitete. Oh, kufuli limefunga wengi katika dunia